Picha hii imekuwa ikisambaa mitandaoni tangu taarifa za kifo chake Raila Amolo Odinga. Na pengine unajiuliza huyu mwanadada aliyebeba kofia ameonekana sana kwenye video nyingi ni nani na anafanya nini huyu? Ni Winnie Odinga, binti wa mwisho wa marehemu Raila Odinga. Winnie ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki IALA, ni mwanasiasa na kiongozi anayesimamia maswala ya vijana, demokrasia na usawa. Winnie anajulikana kwa misimamo yake thabiti na amezidi kufahamika zaidi baada ya hotuba yake katika hafla ya kumwaga baba yake iliyofanyika katika uwanja wa mpira wa miguu wa Nyayo jijini Nairobi. Nikimnukuu Winnie alisema, Mfalme amekufa lakini taji lake litaishi milele. Kauli iliyoacha wengi kwenye mitandao wakijadiliana hapa na pale, wakijiuliza je, ndo mwanzo au mwisho wa safari ya kisiasa katika familia hii. Lakini Winnie katika hotuba yake aliongeza na kusema kwamba mlango haujafungwa, kauli iliyoacha wengi na taswira ya kwamba Safari ya kisiasa katika familia ya Raila itaendelea. Winnie alikuwa mstari wa mbele katika kupanga na kuratibu shughuli za mazishi kutoka kwa taarifa rasmi hadi mawasiliano ya familia. Uwepo wake ulijaa heshima, msimamo na umakini akiwa kiungo muhimu kati ya familia, wanasiasa na wananchi waliokuja kumuaga Raila Odinga. Winnie Odinga si tu sura ya Raila Amolo Odinga bali ni sura mpya ya matumaini, mwelekeo na mabadiliko katika kizazi kijacho cha taifa hilo.